So wako alijigonga kwenye kwenye kwenye ukuta na yeye amecommit ame suicide kama um, kufa nini kupitia kitanzi ndani ya um, rumu. Akajaribu kunielezea kwamba huyu mtoto alikuwa amewekwa kwenye rumu ya peke yake. Nikajiuliza swali, kwani huyu mtoto anawekwa kwa rumu ya peke yake? Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini? Yake na we wadaku, hii stori inaendelea kwa mtandao ya Albert Ojuang imefanya nikakumbuka baba yake Kelvin Kiptum imefanya nikakumbuka baba yake Kelvin Kiptum ke Kiptu, wakati alipoteza mtoto wake mmoja tu huyo mtoto mmoja one, hivi mmoja. Mi nasema aje, Kenya tuko na mapolisi Kenya tuko na serikali ama Kenya tuko na wauaji? Huyu Albert alichukuliwa, imagine, mapolisi police officer walitoka Nairobi, from Nairobi mpaka Oma Bay, hizo ni kilomita ngapi? How many kilometers? Guys no, no no no, how many kilometers? Yani huko Homa Bay hakuna police station, hakuna everything. Wakabeba mtoto wa mwenyewe ru kwa subaru mpaka nairobi mpaka Nairobi. Mumesikia vile babake amesema, wadaku? Mumesikia vile babake amesema babake amesema aje? Ati alitumiwa message, wakamwambia, akawauliza mbona mnapeleka wapi mtoto wangu? Wale wenye walikuja kuchukua ile bat wakasema aje? Mtoto wako mdozi wetu ndiye ametutuma tumchukue. Mdozi mgani? Mdozi mgani? mwenye anauo mtoto wa mtu only tweeting. Twitter, vitu zimejaa, watu wana post everything, watu wana post lakini mnaamua kuwa mtota mwenyewe. Who does that like seriously, who does that? Wadaku, unajua ha? uchungu wa mwana ujua ina ni mzazi, until mpaka vile watakuulia mtoto wako kwa mikono hivi, ndio utafil hiyo uchungu, ndio utasikia hiyo uchungu ndani ya roho. Albert amefanya nimefikiria mambo mingi Yaani nimefikiria mambo mingi. Watoto wetu wako safe. Mahali tunakaa tuko sawa. Yaani nchi yetu ya Kenya iko sawa. We are like are we safe? Ama tuko aje? Only tweeting. Ni unajua, sasa inasemekana ya kwamba police killed ni kitu inasemekana police killed, si ati ni nini, mpaka iko kwa Standard, iko kwa daily Nation, iko kwa, re, kwa taifa leo, iko kwa um, eh, nini? I, i nation iko kwa kila gazeti police killed Albert Ojuang. Who does that guys, who does that? Because of tweeting something tweeting tu. Twitter imepeleka mtu mwenyewe kwa kaburi. Twitter, i'm 100% sure Unaona, hii historia Albert itaenda vile a Kelvin Kiptum ilienda. Watagenda tu hivi kichini kichini, kishinga upande warudi hivi wateremuke hivi, mara investigation, mara polisi, mara tunaangalia, hiyo stori itakunywa maji. Mtoto mwenyewe ndiye alikuwa amebarikiwa na mtoto wa kwanza tu, ndio bibi yake alikuwa ameshamzalia. New couple in town, new father in town, ndio alikuwa amebarikiwa na bouncing baby girl At least huyu mzee alikuwa sasa ameona ameona mtoto ameona mjukuu, lakini wanamuulia mtoto wake, one and only son. Ye ndio son ye ndio daughter everything, wamemuulia who does that? Yani polisi wa Kenya wako na audacity ya kutoka all the way from Kenya, hata nasema nini? Yani polisi wana ya, ko bae nasema nini sasa, what am I talking Pol, ko polisi wa Kenya Alafu, alafu mmekuja kugundua hao polisi ni waongo, mumekuja kugundua hao polisi ni waongo. Kwa nini huyu Albert mwenyewe amejua? Alafu anawezaje kujigonga? Alafu anasema ati aliingia kwa room. Kwani hiyo room yenye walimuweka hakukuwa na maprizona wengine hakukuwa na kriminal wengine wakienda kumtenga kwa rumu yake, akajifanyishia suicide? Na hata kujifanya suicide, unajigonga kwa ukuta mpaka unakufa, hausikii ya uchungu? Who does that? Na inasemekana ya kwamba aligongwa na bunduki kwa kichwa mpaka akakufa. The the truth, the truth will make people die all. Ukweli utasemekana, ukweli utafanya watu wakufa. On Twitter only two people Mavela saoko na uyo juang uyojwan a tunasoma tweet, tunajua vile government inapeleka huyu cali. Aliandika tu aje kwa mwezi, police officer au mkubwa wa polisi anakuanga amechukua over 100 million. Where is the lie? Guys, ukiangalia, uongo iko wapi? No, we are just talking. Where is the lie? Where? Kriminal wanashikwa, watu wa pombe, pesa zinashikwa, ndogo ndogondogo ya barabara wanashikwa, umeshikwa na bangi, hizo ni pesa. Umeshikwa na nini? Imagine wewe umeshikwa na bangi unatoa over 100 million, lakini bado unaenda prison. Who does that? Hizo pesa zinaenda wapi? Where is the lie? Uongo uko wapi? tu tu, honest honest, you know, just talking uk the lie Weya. Hii ni ukweli. The government of Republic of Kenya. Ile ni ukweli. Those people are killer. Kwanza, hii government ya Ruto. Hii government ya Ruto. A lot of people die. Sio majensi. Sio watu. Yani mtu ukiongea hivi unauliwa. Ogondo wera ameshutiwa hapa juzi, hata hatujahili bado juzi. Ogondo wera juzi, juzi, juzi, juzi, hana mwezi akiwa kwa kaburi juzi tu, mtoto mtota mwenyewe. Gen Z watoto wenyewe wamekufa hapa, maandamano, watoto wa watu wamekufa, innocent soul. Mtoto ndiye ameamuka tu, ndio sasa ndiye barubaru, ndiye amefika 20 years, mtoto ameshakuwa mkufi. Who does that? na government inasema wanafanya investigation. Sisi tunafanya gas gulf, tuko safe na watoto wetu. are we safe guys? are we safe? are we safe? sijui naongea nini. Huyu mwanaume baba keojuan amefanya, nimefeel, yaani nimesikia uchungu my dear, nimesikia uchungu ili hapa, babake Kelvin Kiptum alisikia, nimesikia uchungu. Nani? mtoto mmoja tu hivi, one, one, one, one and only hivi tu, yani, huyo mwanaume amelia machozi, nikasema God why? Why? Let me tell you guys. Unaona machozi ya huyu mzee. Unaona machozi ya huyu mzee. I'm telling you, dear, unaona machozi ya huyu mzee huyu mzee. Itaeka watu makaburini. I'm telling you the truth and this is the fact. If huyu kijana ameuliwa for free, I'm telling you, blood of this soul haitaenda bure. Kama unajua ulitouch huyo mtoto wa mutu, na baba yake amemwaga machozi, ikamwagika chini ardhini. I'm telling you, watakufa one by one. One by one. Iyo tu peke yake ndi inafanya iyo tu. I don't know. I don't know. Sijui naje explain nini. But ile uchungu yenye nimesikia, ile uchungu yenye nimesikia, eish. Nani ushaiumwa na tumbo mtoto mwenye sio? Yani wewe mzazi, umekaa unaumwa na tumbo nani, tumbo inakusekenya kule ndani, unaanza kublid na mtoto hata sio wako, ni wa mwingine, lakini unaumwa uchungu wa mwana. Haujui ni mzazi tegemeo, tegemeo ya huyo mzee. Wamemmaliza sasa, wapiga sherehe wachukue nyama, wakatekate wakule sasa I'm 100% sure. Hii kesi ya huu jamaa itaenda hivi na hivi na hivi na hivi na ipotee hivyo. Ukifikira na wadanganya henda muulize babake Kelvin Kiptum, atawaambia kilichomfanyikia. Who does that? Who does that? Yani unaamkanga tu ukifanya hivi, Mungu linda watoto wangu, Mungu linda watoto wangu, mahali unafanya kazi hau yuko safe, uko like watoto wangu wako sawa